Baada ya Iran kushambuliwa na Marekani katika maeneo ya nyuklia, nayo imechukua hatua ya kuendelea kuishambulia vikali Israel. Jeshi la Iran leo limesema kwamba limelenga maeneo kadhaa ndani ya Israel, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa Ben Gurion, kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya maeneo yake muhimu ya nyuklia katika jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wimbi la ishirini la operation ya Ahadi ya Kweli ya tatu limeanza kwa kutumia mchanganyiko wa makombora ya masafa marefu yanayotumia mafuta ya kimiminika na yale ya nishati thabiti yenye vichwa vya kivita yenye nguvu ya uharibifu mkubwa, limesema jeshi hilo katika taarifa iliyonukuliwa na shirika la habari Rafaz. Taarifa hiyo imeongeza kuwa maeneo yaliyoshambuliwa ni pamoja na uwanja wa ndege, kituo cha utafiti wa kibiolojia, vituo vya vifaa vya kijeshi na tabaka mbalimbali mbali za vituo vya amri na udhibiti. Taarifa zinaweza kuwa baadhi ya maeneo makombora ya Iran yalipiga bila hata ya mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel kutambua na ulishindwa kupiga ving'ora vya kutoa tahadhari kwa raia. Gazeti la nchini Israel la Times of Israel limeripoti kwamba baadhi ya makombora pia imengua kwenye maeneo ya makazi ya watu kama jiji la Tel Aviv, Nes Ziona na Haifa. Nayo runinga ya taifa ya Iran imetangaza kuwa mashambulizi mapya ya makombora dhidi ya Israel yamefanyika kwa kutumia makombora ya salvo. Picha hizi mnazoziona moja kwa moja ni mfululizo mpya wa makombora ya Iran yaliyorushwa kuelekea maeneo yaliyokaliwa kwa nguvu, alisema mtangazaji mmoja akimaanisha kuwa Israel z mtangazaji huyo alisema kuwa makombora 30 yamerushwa kuelekea Israel kutoka Iran. Kwa mujibu wa gazeti la Arutz Sheva likinukuu huduma za dharura za Israel, takribani watu ishirini wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi ya leo ya makombora ya Israel. Jumla ya watu elfu kumi wamelazimika kuyahama makazi yao kutokana na mzozo huo unaoendelea kati ya Israel na Iran. Aidha, watu elfu thelathini na mbili wametuma maombi ya fidia kwa serikali ya Israel kwa sababu ya uharibifu wa nyumba au mali zao. Mashirika makuu ya ndege ya Israel El Al, Israel Airlines, Arkia na Israel yamesema yamesitisha kwa muda safari za kurudi nchini humo hadi taarifa nyingine itakapotolewa. El Al imesema pia kuwa itaongeza muda wa kufuta safari zake za ndege hadi tarehe 27 Juni. Kwa mjibu wa tovuti ya ufuatiliaji wa ndege ya Flight Radar 24, mashirika ya ndege duniani yanaendelea kuepuka sehemu kubwa ya anga ya mashariki ya kati kufuatia ashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Tayari ndege zilikuwa zimekwepa anga hiyo kutokana na mashambulizi ya makombora kati ya Iran na Israel siku za hivi karibuni. Kufuatia Marekani kuishambulia Iran, Saudi Arabia imelaani ukiukwaji wa mamlaka ya Iran ikieleza wasiwasi wake juu ya mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran. Saudia imetoa wito wa kujizuia na kuepuka kuongezeka kwa mzozo huku ikihimiza jumuiya ya kimataifa kushirikiana kutafuta la amani, lakini taarifa za hivi punde zinaeleza kuwa Irani nayo imetumia makombora ya kisasa ya Kheibar Shekhan. Ingawa ni ngumu kuthibitisha kwa uhakika ikiwa mfululizo huu wa hivi karibuni wa mashambulizi ya makombora ya Irani dhidi ya maeneo ya Israel ni jibu la moja kwa moja kwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya vinu vya nyuklia vya Irani au ikiwa ni mwendelezo wa hatua za kulipiza kisasi kutokana na mashambulizi yanayoendelea kufanywa na Israel, taarifa iliyotolewa na kikosi cha walinzi cha mapinduzi ya Kiislamu IRGC inasema kwamba wimbi la ishirini la mashambulizi ya makombora ya Iran dhidi ya maeneo ya Israel limeanza saa chache zilizopita. Wamedokeza pia kwamba sasa wanatumia moja ya makombora yao ya hali ya juu zaidi yanayojulikana kama Khabir Shehan kama sehemu ya hatua zao za kisasi. Huku mashambulizi ya Israeli yakiendelea kulenga vinu vya nyuklia vya Iran, maeneo ya kijeshi na majengo ya makazi, wizara ya mambo ya nje ya Iran imetoa onyo kali dhidi ya Marekani, ikisisitiza kwamba mashambulizi hayo yalifanywa wakati Iran ikiwa katikati ya mazungumzo ya kidiplomasia. Wakati hayo yakiendelea, shirika la Umoja wa Mataifa la nishati ya atomiki IAEA litafanya mkutano wa dharura wa bodi ya magavana siku ya Jumatatu. Taarifa kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati la atomiki IAEA, Rafael Mariano Grossi imeeleza kufuatia hali ya dharura inayoendelea nchini Iran, linaitisha mkutano wa dharura wa bodi ya magavana wa IAEA siku ya Jumatatu, ameandika Mariano Gross kupitia mitandao ya kijamii. Hii ni Msasa Media, endelea kuwa nasi kwa taarifa za kina, Msasa kisasa zaidi.